Dhambi kubwa ni dhambi ya kutotenda hata ukiaga Kulipokuwa na ukame mkali, kuna huyu kwa waparazi moja kutoka South Africa aliitwa Kevin Carter alienda kuchukua video kule Sudan.

utajiri wa afya nzuri, utajiri wa akili, tuitumie kuwasaidia wengine. Kumbuka Yesu anawajibu kwa Farisayo.